tanzania tuna vitongoji takriban elfu 64 na mpaka sasa tumepeleka umeme kwenye vitongoji takriban elfu 33 tumebakisha takriban elfu 30 na kidogo katika kufikisha umeme kwa tayari tumeshavuka nusu kulikuwa kuna vijiji takriban elfu 4 na sabini na moja vilikuwa havina umeme lakini leo tunafurahi kusema kwamba lile jukumu ambalo tulipewa na ilani ya chama cha mapinduzi kuhakikisha ikifika 2025 tunamaliza habari ya kupeleka umeme kwenye makao kuu ya vijiji tumeimaliza katika vijiji vyote na hata katika mkoa wa Ruvuma pia kazi hiyo imefanyika. Kwa hiyo kwa sasa jitihada kubwa ambazo tunazo ni kuhakikisha tunaanza miradi ya vitongoji na katika mkoa wetu wa Ruvuma, miradi ya vitongoji inafanyika. Tunayo miradi ya ujazilizi kalibia katika kila majimbo ambayo na yenyewe wakandarasi wapo site. Lakini vile vile, pamoja na hiyo, tumeanza kama serikali utekelezaji wa mradi wa awamu ya kwanza katika kufikisha umeme kwenye vile vitongoji 33,000 na tumeanza na mradi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji elfu ishirini na tunategemea ndani ya miezi miwili tutaweza kuanza na vitongoji elfu tisa. Tutaanza kutafuta wakandarasi, na mkoa mkoa wa wa ruvuma Ruvuma una takriban vitongoji kama elfu moja mia saba ambao havijafikishwa umeme, na mkoa wa Ruvuma utapata takriban vitongoji 557. Ni, ni tosha tu kusema kwamba serikali imejidhatiti kuhakikisha tunafikishia wananchi umeme hususan katika vitongoji. Mheshimiwa Rais amejitanabaisha na suala la nishati safi ya kupikia, na kwa kweli ni ajenda ambayo kila mmoja wetu anahusika katika kuhakikisha tunafikia mawazo na maono ya Mheshimiwa Rais ambaye anataka takriban asilimia sabini na tano ya Watanzania wao wamefikia ifikapo ishirini thalathini na asilimia themanini tu tumefikia Watanzania wote ifikapo ishirini na thalathini na nne kupikia kupitia ule mkakati wetu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa tafiti zote ambazo tumezifanya zinaonyesha matumizi ya nishati safi ni marahisi kidogo kuliko hata matumizi ya zile nishati ambazo sio safi ikiwemo mkaa pamoja na kuni gharama zake zinakuwa kubwa na hata kwenye shule ambazo tayari tumeshafanya miradi hiyo, takriban gharama zimepungua za matumizi mpaka asilimia arobaini mpaka asilimia thelathini, na ndio maana kupitia REA tuna miradi ya kupeleka nishati safi ya kupikia tukishirikiana na jeshi la magereza pamoja na JKT, magereza zaidi ya mia tatu lakini vile vile pamoja na vituo hivi vya JKT, lakini vile vile tuna shule hizi kongwe karibia mia moja, na zenyewe tunazipelekea nishati safi ya kupikia. Lakini kwa sababu shule na taasisi ni nyingi, tunapenda kuona initiatives kutoka kwenye halmashauri pia, kwa ajili ya kusaidia serikali kuu katika kutekeleza ajenda ya Mheshimiwa Rais ya nishati safi ya kupikia.